inakua zaidi, inakuwa vijana ambao uh, watakuwa ni very passionate katika sports uh, na lengo la haya ya mashindano ni kutengeneza timu ambazo zitakwenda kufanya mashindano ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi, na wanataka ia ya hii hapa ni sehemu ya maandalizi ya mashindano makubwa ambayo yanakwenda kufanyika next year. Ya mashindano haya kama jinsi nilivyosema, kwamba sisi tunashughulika na na masuala ya midahalo eh, midahalo ya Kiingereza lakini pia tutaenda kufanya midahalo pia ya Kiswahili lakini mashindano haya yanawajenga yana vijana kuwa na uwezo mkubwa katika masuala ya uongozi, lakini pia eh, kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya dano mbalimbali kuwa viongozi ambao wanaipenda nchi yao. Kwa hiyo tunasambaza upendo huu kwa vijana wetu hapa wa Zanzibar, tengeneza timu sehemu mbalimbali za Afrika na dunia. Serikali inabidi tusaidie sana, kwa sababu kwa mfano, kila mashindano yanapotokea, mara nyingi sana shule hizi za private wao wanajipa kiingilio, lakini hawa shule kutoka kwenye kwenye shule za serikali huwa tunawasaidia. Kwa hiyo wadau mbalimbali inabidi nao waingize nguvu zao, ili asiwe mtoto kuachwa nyuma. Kila mtoto sisi tunahitaji kwenda naye mbele ili na yeye ajisikie ajisikie kwamba eh, eh, eh, ana haki sawa katika, katika taaluma, lakini sio tu, lakini wote wao wana haki sawa. Tatizo liko hapo, kwa sababu sisi wanafunzi kutoka imashule ya serikali kuni wanatumarini kiasi fulani. Kama taasisi, tunaomba serikali na yeye iangalie jinsi gani sisi tunakupeleka modi yetu, basi watusaidie, ili tuweze kuwasaidia wanafunzi wengi.

mafanikio kwa kupitia hizi kwa sababu kwamba inategemea na na inapatikana kwa njia hizi, natamani kwa kupitia hii nipate sponsor ambao nitoke nje na kufanya maisha ni mashindano mbalimbali bila bila ya kupitia hizi hizi, na na kwa serikali au kwa walimu pia wasishime kwa motivation kwa wale wanafunzi ili nao wapate hamasa ya kusoma.

kusimama mbele za watu kujieleza ni mwenyewe, kwa nini kitu kingine, lakini now now na kwa kile yake, naona vipi ninaenda kustruggle na vipi ninasaidia katika maisha yangu.